Leo tutakuwa tuna hoja ya kwa nini kuna ongezeko la malezi ya upande mmoja na maanisha single parenting. Ninapoongelea single parenting naongelea kwa upande wa wanawake na upande wa wanaume na maanisha single fathers na single mothers. Ah, uh, ningependa kufahamu ni vitu gani vinavyosababisha malezi ya upande mmoja I mean, single parent. Okay, sababu ziko nyingi lakini hizi ambazo nizifanyia utafiti ni kama hofu ya Mungu, mapenzi kuisha, masuala ya kiuchumi, masuala ya utandawazi na malezi pia, yeah, masuala ya unyanyasaji. Okay, kwa kuanza na hoja ya kwanza, kwanza uliitamka Hofu ya Mungu, kwa nini ikawa hofu ya Mungu? Hebu naomba unielezee kwa undani zaidi, ili nipate kujifunza au watu wanaokusikiliza hapo wakapate kuelewa kwa undani kabisa. Okay. Kwenye masuala ya hofu ya Mungu tunaweka masuala ya ndoa. Kwenye swala la ndoa, watu wengi wanaingia inge kwenye ndoa, wanafundishwa swala la uvumilivu, maana mnapoingia kwenye ndoa kule mnakutana watu wawili tofauti. Huyu amelelewa na malezi yake na huyu amelelewa na malezi yake kwa hiyo mnapokutana kuunda familia, zile changamoto mtakazoanza kupitia kama wanandoa, mkishindwa kuvumilia ndo zinazoweza kusababisha wazazi kutengana na kusababisha malezi ya upande mmoja kwa kwanza. Na pointi ya pili, kwa nini ukasema malezi, kwa sababu gani an yani? Ok. na tunapoongelea masuala ya malezi, tunaongelea masuala ya Zamani watoto wa kiume walikuwa wakifika umri fulani, walikuwa wanaenda jando, wanachukuliwa kama grupu, wanatengwa, wanaenda kufundishwa jinsi ya kuishi na mke, na vivyo hivyo ilikuwa kwa watoto wa kike. Lakini sasa hivi kutokana na masuala ya utandawazi, hivyo vitu tena hatuna, na ndio kitu ambacho... Hua una uhakika gani kwamba hivyo vitu havipo? Mimi binafsi sija sijawai kupelekwa kwenye grupu la wanawake nikiambia kwamba tunakaa tunafundishwa namna ya kuishi na mwanaume, na wakati zamani watu walikuwa wanafundishwa namna ya kumhudumia mume, kuishi naye lakini... hiki kitu inaweza kuwa kwa upande wako, labda kwa sababu mm -hmm. Sijajua, labda kama unafanya risechi, labda wan... kitu kimoja ningekubali, au ningekubali pointi yako, umeshazunguka labda, leo umeenda Iringa, umeenda Mbeya, umeenda Mwanza ukakutana makabila aina, yaani kacha kacha zile za makabila tofauti, ukafuatilia jinsi wanavyoishi na wanavyofanya, kwa sababu mimi ninavyojua, hadi leo kuna baadhi ya mikoa au tuseme kuna baadhi ya makabila bado wanaendeleza hivyo vitu. Sasa sijajua kwa upande wako. Hapana, yani hata kama wanaendeleza ni asilimia ndogo sana. Ni kweli, na ndio maana unaona kwa kuna ongezeko kuna kubwa kwa sababu pia ya hizi yani haya ma malezi sasa hivi hatuyapati. Yaani hivi vitu sasa hivi tunajifunza sana kwenye mitandao. Yaani hiyo je, mimi naweza nikapingana nika, nika na wewe kwamba kuna hata kama wapo ni wachache sana. Hata wewe unajionea. Lakini ah, tukienda kwa asilimia kweli naeza kawa kweli zamani tuseme kwenye asilimia mia basi themanini walikuwa na perform. Sasa hivi itakuwa wameshu wamepungua kweli. Okay, hoja ya tatu umesema kwamba utandawazi. Kwa nini kwa utandawazi yani? Aha, kwenye swala la utandawazi nijaribu kugusia kidogo kwenye swala la mkutano wa Beijing uliofanyika China. Hii pointi nilipata kwa wazee, maana nilihoja watu mbalimbali, walisema hii ilikuwa ni kisababishi pia, kwa sababu walikuwa wanaongelea maswala ya haki sawa, yaani mwanamke ana haki sawa. Sasa ukisha ukishasema mwanamke ana haki sawa na mwanaume inamaanisha unakinzana na ile necha ya mwanaume ya kuwa kiongozi. Kwa hiyo mwanamke anakuwa anaingilia majukumu ya mwanaume, kwa hiyo pia ana yaani ina, inasababisha pia ongezeko la malezi ya upande mmoja. Okay, kwa huko China, yaani taifa la China, lakini haijajumuisha mataifa yote, si ndio hivyo no. Nonono no, ilijumuisha hmm. kote ni wali jumuishe, kwani walihudhuria wali... wali wanawake wa mataifa mbalimbali mbali. Let's say yaani, ilikuwa ni moja ya meeting ambayo ni ya kimataifa tuseme, si ndio hivyo? Ndio, na ndo iloleta mabadiliko mpaka wanawake wakaanza kuwa viongozi. Ukiangalia hata kwenye makabila na sisi, siwezi kuyataja, lakini kwa kuna makabila ambayo mwanamke alikuwa ana sauti kabisa, lakini sasa kutokana na na hii uu hutandawazi yani, watu walioanza kujionea kwamba kumbe kumbe, mwanamke naweza nikafanya hivi, naweza nika nikawa mechanic, nika nikawa fundi garage. alafu kuna hoja moja hivi mimi nish kuifuatia, na nimeisikia sikia sana, tuseme ya India kule. Tumeshazoea kwamba katika mataifa mengine huku mwanaume ndo anamuoa mwanamke, kwa India nasikia kwamba mwanamke ndo anamuoa mwanaume. Hiyo ni kweli? hizo ni tamaduni zao, na pia mimi nimesikia lakini siwezi nikathibitisha kwa asilimia. Kwa hiyo mm, kwa hizo tamaduni tama zao wanazozifanya. Kwa hiyo unavyoona kwamba pale kati ya mwanamke na mwanaume nani yuko juu yu ya mwenzake, hata uh, ukiangalia sio swala la kuoa na kuoana ile mm, swala la, la kuoa na kuoana ni kuunganika, lakini majukumu ya mwanaume yako palepale yani, lakini licha ya kuoa, lakini nilisikia kitu fulani mwanamke ndo anatoa mahali kila kitu yani, kama hivi tunavyofanya kwamba mwanaume anavyooa kule, anavyotoa mahali kule, mwanamke ndo anatoa mahali kwa nani? Kwa mwanaume. Ni sawa kabisa, lakini hizo ni tamaduni zao, lakini hawaingilii majukumu ya mwanaume yani. Hizo ni tamaduni, ni kama vile tulivyokuwa na tamaduni, tamaduni zetu, lakini kutokana na masuala ya utandawazi tumeziacha, sasa tumeingia kwenye tamaduni za kigeni ambazo pia ndo zina, chang yani zinaingia kwenye hii pointi ya mkutano wa Beijing ambayo nilisikia sana kwa, kwa wazee ambao wana miaka kuanzia hamsini na kuendelea. Mm, basi uko vizuri kwenye kufanya research okay. Point ya ya nne ndio hivyo umesema kwamba ugomvi, kwa nini ikawa ugomvi? Tuna tunasema ugomvi au manyanyaso kwenye mahusiano au kwenye ndoa watu wanaposhindwa kuvumiliana kwenye zile tabia ambazo, mimi na tabia tofauti na mume wangu, kwa tunaposhindwa kuvumiliana tunaleta ugomvi eh, unakuta mwanaume apendi kelele, mimi napenda, kwa umetoka wapi, umefanya niko, ile inaweza ikachochea masuala ya ugomvi. Na pia kwenye swala la ugomvi kifamilia, naweza nikasema hivi, labda mtoto wa kiume anaona swala la ugomvi, tuseme ni unyanyasaji, mtoto wa kiume anaona jinsi mama yake anavyomnyanyasa baba. Unajua kwamba kuna wanawake pia wananyanyasa wanaume. Kwa hiyo akiona ile hali anakuja kusema mimi sitaweza kuja kufanyeje, sitaweza kuja kuoa. Kwa hiyo atakachokuja kufanya ni kuwa na familia tu pembeni, alafu anaendelea na maisha yake. Mtoto wa kike vile vile akiona mama yake anavyonyanyaswa na baba, anasema mimi sitakuja kuolewa. Kwa hiyo akishasema vile, inamaanisha anakuja kutengeneza familia ya mtoto mmoja. Hicho kitu kweli na mimi nimeshajionea sana alafu kwa nini? Katika tuseme za maizi, si ndio hivyo? Mm -hmm. Let's say asilimia kubwa ya wazazi kipindi cha nyuma walikuwa wakioana ni wanadumu, si ndio hivyo? Lakini katika hii generation watu wanaweza wakaona lakini ndoa zao hazidumu tuseme. Kwa nini? Yaani hiki kitu yaani kwa nini au ndo masuala ya ugomvi yanachochea sana tuseme masuala ya utandawazi tunarudi mm -hmm. Pale pale mm -hmm. yani sasa hivi watu tunachukulia mambo kwa masihara. Lakini ngoja tu nikwambie kwamba kwenye swala la malezi ya mtoto kunahitaji balance. Maana mimi tuseme features au characters ambazo nnazo mimi na anazo mwanaume ni tofauti. Kwa hiyo nnapokuwa na mtoto ili tupate ile balance, mtoto anahitaji zile tabia zangu na tabia za baba yake. Umeona eh? na hata tuseme tu kwa wale watu ambao tunaamini nikitoa mfano wa kwenye Bibilia um, Mama Maria ali yaani, kwa mpango wa Mungu angemruhusu amlee Bwana Yesu peke yake. Na Yosefu alivyojua kwamba Mama Maria ana mtoto, alitaka kuondoka, maana si alijua mtoto sio wa kwangu yeah. lakini malaika akamwambia arudi, kwa amri ya Mungu kwamba yule mtoto alitakiwa alelewe na baba na mama yeah. Kwa hiyo yani unaweza kuona kwamba kuna balance ambayo mtoto anahitaji ili kuwa kuna makuzi ambayo ni mazuri. Sasa unajiuliza kwa ile ongezeko la malezi ya upande mmoja tunatengeneza kizazi cha aina gani? Na kweli, sasa hivi asilimia kubwa, hicho kitu hakipingiki. Kweli malezi upande ya upande mmoja yamekuwa ni mengi mengi sana, yani vyanzo ni vingi. Oke, okay, kwa kwenda hoja ya tano ameongelea kwamba ni kifo cha mzazi, sio hivyo Kifo cha mzazi sijaelewa, kinaweza kuwa kimelalia upande gani, labda kwa baba au kwa mama. Hebu naomba nifafanulie kwa undani zaidi. Hii inatokea kwa yoyote, mfano kama kwenye ndoa akifariki baba, mama anabakiwa na malezi ya upande mmoja. Kwenye ndoa akifariki mama, vivyo hivyo, hata kwenye mahusiano. Kwa hiyo ni point ambayo, yani unaona, ni, ni, ni nature tu, haipingiki. Lakini kingine tunaweza kusema mapenzi kuisha yadi mlikuwa mnapendana, sasa mnaona hapa mapenzi yameisha. Kuna wengine <coughs> wanaachana kwa ugomvi, lakini kuna wengine wanaachana kwa kwa amani na no, wakiachana hivyo mtoto atalelewa na mama au baba, lakini watakuwa bado wana connection yani wana, wanakuwa na communicate namna ya kumlea yule mtoto. Pia kitu kingine ambacho nili, nilikisahau kwenye masuala ya malezi Ujua, kwenye kwenye familia pia kuna kuna tabia ambazo mtoto wa kiume anaweza akawa anaziona kwa baba eh? Eh. Baba ana familia hmm. Tusiseme mtoto wa kiume pande hmm, zote yani hata wa kike vile vilevile anaweza akawa anaona tabia kutoka kwa, kwa mama yeah, so, hmm, lakini mimi hapa naitolea tu mfano, utanielewa nachomaanisha. Anaona baba ana mtoto na jirani ana mtoto, si wapi umeona. Kwa hiyo naye anaona kwamba ni sawa hata yeye siku akija kuwa mkubwa akiwa na familia yake, na yeye anaenda kutengeneza hizi familia ambazo hazina baba, kwa sababu anajua kwamba It's okay. naye ameishi kwenye maisha ambayo anajua kwamba ni sawa. Na uh, kuna hii hoja, mimi nahisi nanywe itakuwa inachochea sana malezi ya upande mmoja. Hiyo hoja yenyewe inasema, matatizo ya kifedha au hali ya maisha kwa upande wako, hii hoja unaionaje yani ukuifafanua je, unaweza ukanifafanulia kwa undani zaidi ah, hii hoja? Kwa jinsi nilivyofanya utafiti mm. Wanasema kwamba wakati labda tuseme watu wanavyoanza mahusiano mm. Unakuta wako kwenye kipato cha kawaida, wanasaidiana. Na pia hata hizi tunaziona sana kwenye maisha ya sasa, watu wanavyolalamika mtandaoni, watu wanasaidiana, wanatoka kwenye sehemu fulani ya kiuchumi wana wa, yaani wanatoka chini wanaenda juu yu. Yule nitolee mfano kwa mwanaume. Unakuta mwanaume akishafanikiwa anaona kwamba huyu mwanamke ambaye niko naye sio hadhi yangu, kwa hiyo anaanza kwenda kwa wale wanawake ambao alikuwa hawezi kuwamiliki, anamwacha mke wake. Anapomwacha mke wake au mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano na wana mtoto tayari, inachangia ile ongezeko la malezi ya upande mmoja, au tukisemewa kwa wanawake wanasema kwamba pia mwanamke akishapata kipato kikubwa kushinda mwanaume anakuwa ana dharau, kwa hiyo anajiona yeye ndo mwanaume, kwa hiyo anakuwa anafanya kama unyenyesaji ambao pia unapelekea kutengana na ku, kuleta kisababishi cha ongezeko la malezi ya mm. Tukija kwenye hii hoja ya matatizo ya kifedha <coughs> hii twende kwanza anapenyewe kwa upande wa wanawake. Let's say mimi ni mwanaume sindo hivyo? Nina hali duni sana kuna pasenteji flani hivi, kuna baadhi ya wanawake sawa, watavumilia, ila kuna wale wanachukaga kuvumilia, ananiacha mimi mwenye hali duni, anaenda kwa yule mwenye pe Aa, ah, kuna hizi point za kuziongezea ambazo zinaweza kuwa sababu za malezi ya upande mmoja, amini single parent. Kuna hii kutengana kwa wazazi, si ndio hivyo? Hii nimekuwa nikisikia sana katika jamii, lakini mimi siwezi kuielezea kwa urefu hata kama nikisema nielezee basi, nitaelezea kwa ufupi, nikipenda wewe uielezee kwa undani zaidi Okay. Hii ya, ya suala la kutengana kwa wanandoa inaingia pia kwenye masuala ya kiuchumi, na pointi ya uchumi tumeshaielezea yeah. Pia kuna masuala ya usaliti yanapelekea pia kutengana kwa wanandoa na kukurupuka kufunga ndoa, ndio yale masuala ya kukosa uvumilivu, mmeoana hamjuani tabia vizuri hayo pia yanapelekea kutengana kwa wanandoa. Sasa mnapotengana mkiwa na mtoto tayari inachangia ongezeko la malezi ya upande mmoja, ni hivyo k, okay. kuna hii pointi nyingine ya kumalizia kabisa inahusiana na kifungo, kifungo na matatizo ya kisheria. Let's say mzazi anaweza kaa jinsia ya kike au ya, ya kiume mlikuwa pamoja lakini mwenza wako tuseme akawa amepata matatizo ya kisheria, na ikapelekea akahukumiwa labda kifungo cha maisha, na huku nyuma alikuwa na ujauzito au tayari mlikuwa ameshazaa mtoto, lakini akiwa bado mdogo. Kwa hiyo wewe utaifafanuaje hapo? Hapo labda tuseme sasa ni mipango ya Mungu, hmm. maana unaona sio kwamba ulikuwa hautaki kumlea mtoto wako na mzazi mwenzio, lakini imetokea sasa. Na pia visababishi ambavyo vinapelekea huyo mzazi kufungwa, ndo ambavyo vinaleta changamoto kidogo. Labda mzazi alikuwa ni mwizi au amekutwa kwenye mambo ya yoyote ambayo sio mazuri, maana ukishasema tayari mtu anaenda kufungwa anamaanisha tayari amekiuka sheria za nchi. he he. Ase, nimejaribu kusikiliza hoja zako, ni hoja fulani vistahiki sana, yani zimenyoka. Kwa mfano, watu wanataka wakufuatilie kwa undani zaidi, wasiishie kukujua kwa hii clip moja au video moja tuliyoiona leo, akataka kufuatilia kwa undani zaidi, labda tuseme upande wa social media. Instagram, watakupata kwa jina gani? TikTok, watakupata kwa jina gani? Facebook, YouTube? Tuanze na Insta kwanza, unatumia jina gani? Instagram natumia jina okay mj au I am okay. TikTok. TikTok natumia pia okay mj. Facebook. Facebook pia natumia okay mj. Okay kabisa. Hii channel yako imebebwa na jina gani? Imebebwa na jina la Morning Star.